Unataka kuwa kiongozi? Kuna viongozi wengi duniani ambao wameacha mafunzo mazito ya uongozi, na unaweza kutumia hadithi zao au nukuu zao kwa ajili ya kujifunza. Miongoni mwa viongozi hao ni Nelson Mandela kutoka South Africa, Barack Obama kutoka Marekani na Mahatma Gandhi, rais wa zamani wa India. Sasa leo kama unataka kuwa kiongozi, unataka ujifunze mambo haya kutoka kwa viongozi hawa watatu. Kiongozi wa kwanza, jifunze kutoka kwa Barack Obama. Je, ni sifa gani zilizomfanya Barack Obama kuwa tofauti na viongozi wengine? Jifunze. Jambo la kwanza, mawasiliano bora. Barack Obama alikuwa na uwezo mkubwa wa kuwasilisha hoja au kuwasiliana kwa njia ya wazi yenye matumaini yanayogusa mioyo ya watu. Ukitaka kuwa kiongozi, kumbuka unaenda kuhudumia wanajamii, unaenda kuhudumia jamii, unaenda kuhudumia watu. Jifunze kuwa mwasilishaji bora wa hoja, wasilisha bora, tia moyo wanajamii, tumia hotuba zako zenye nguvu kuwasikiliza watu na kuwaelewa changamoto zao. Kitu kingine Barack Obama alikuwa na maadili. Barack Obama alijulikana kwa kuwa na msimamo thabiti, kujiepusha na kashfa, na kuheshimika na uongozi vuongozi. Funza zote tunalolipata hapa, kiongozi mzuri anatakiwa kuwa mwadilifu, mwenye kusema kweli na kutojihusisha na rushwa. Jambo jingine ni jambo la vision au tunasema dira. Kiongozi bora, unapaswa uwe na dira, unapeleka wapi jamii yako? Barack Obama alikuwa na maono ya muda mrefu ambayo inajulikana kama yes we can, akihamasisha mabadiliko bora na maendeleo. Alikuwa miongoni mwa kiongozi mwenye imani kubwa na mabadiliko ya kimfumo kisiasa na kijamii. Funzo unalolipata, kiongozi bora unapaswa kuwa na maono ya mbele, usi mto kurudi na kata tamaa. Lazima uangalie unataka kuipeleka wapi jamii yako. Jambo jingine ni kuwa mnyenyekevu. Kiongozi bora kama Barack Obama alikuwa miongoni mwa kiongozi mnyenyekevu na mwenye kujiamini kwa wakati mmoja. Hakuwa na kiburi, lakini alikuwa na kujiamini kwingi, akiheshimu watu wa kila rika. Jifunze kusimama imara bila kuwa mkali au kwa ujeuri. Sifa nyingine ya Barack Obama ni uwezo wake mkubwa wa kustahimili changamoto. Barack Obama alipambana na upinzani mkubwa. Alikuwa miongoni mwa kiongozi mwenye uwezo wa kusikiliza changamoto za wapinzani bila kufanya jambo lolote. Viongozi wanapaswa kwa kiongozi mwingine. Huyo si mwingine bali ni Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi alikuwa mmoja wa kiongozi wa kipekee kabisa katika historia ya dunia. Alikuwa, alikuwa kiongozi wa mapambano ya uhuru wa India bila kutumia silaha kupitia uongozi wa amani au tunasema peaceful means. Uongozi wa Mahatma Gandhi ulikuwa miongoni mwa uongozi miongoni ambao umeacha alama kubwa zaidi duniani, umeacha sifa kubwa ya kutokufutika ulimwenguni. Je, tunajifunza nini? Kutoka kwa Mahatma Gandhi. Jifunze kuwa uongozi unapaswa kuwa kwa mfano. Yaani tunasema leadership by example. Gandhi hakuongoza kwa, yani, kwa maneno tu bali kwa vitendo. Aliishi maisha rahisi, alivaa mavazi ya kawaida na alihubiri kile alichokuwa anaishi. Usije ukahubiri amani huku mficha kifu. Funzo kubwa tunaloipata hapa, kiongozi mzuri si msemaji tu lakini pia anatakiwa kuonyesha kwa mfano Onyesha kwa mfano nini unachotakiwa kufanya, kama unataka tufanye maendeleo, kama unataka jamii yako iwe na direction hii, ili nitaka iwe na amani, jamii iwe na uaminifu, basi anza wewe kwa mfano. Jambo jingine tunajifunza non-violence, peaceful, au tunasema amani na kutotumia nguvu. Aliongoza mapambano dhidi ya wakoloni bila vita, bila silaha na bila fujo, kwa kutumia tu demokrasia ya kawaida, kwa kutumia uh, njia ya amani, njia ya majadiliano, Mahatma Gandhi aliweza kuipatia India uhuru. Alifundisha kuwa amani ni nguvu kubwa kuliko fujo. Funzo kubwa tunalolipata hapa, kiongozi bora atafuta haki bila kuumiza wengine. Jambo la tatu tunalojifunza kutoka kwa kiongozi huyo mkubwa ni nguvu ya ukweli. Kwa, kwa, uh, kwa India kule wanasema satyagraha, au tunasema truth force, uh, kuna nguvu kubwa sana ya, ku, ya kutumia ukweli. Uh, Gandhi aliamini kuwa ukweli ni silaha ya mabadiliko. Alipambana na dhuluma kwa kusema ukweli hadharani, hata kama alikuwa uh, ukweli ulikuwa ni ukweli wa kuumeza, alikuwa anausema. Funzo, kiongozi bora jifunze kusimamia ukweli hata kama ni mgumu. Ukweli uh, unaleta uhuru. Ukweli unakupa wewe uhuru wa kufanya mambo yako, au wewe kama kiongozi wa kuleta maendeleo kwa jamii. Jambo jingine tunalojifunza kutoka kwa Mahatma Gandhi, wewe kama kiongozi ni kujitolea kwa wengine, au tunasema selfless service uh, Mahatma Gandhi alijitoa kuhudumia watu bila kujali maslahi binafsi. Aliyeishi kwa watu maskini, ni aliwasaidia kwa moyo wa unyenyekevu. Funzi tunaopata ni kwamba uongozi ni utumishi. Kama unataka kuwa kiongozi, jiandae kuwa mtumishi, mtumishi wa watu. Umetuma una watu, jitolee na jifanya kazi kwa sababu ya wa watu wengine. Na kitu tunachojifunza pia, uongozi si nafasi ya kutawala, bali uongozi pia ni nafasi ya kusaidia. Aa, jambo lingine tunalojifunza ni uvumilivu na subira, au tunasema patience and endurance. Uh, Mahatma Gandhi alivumilia mateso, kifungo na shutuma bila kurudi nyuma ah. Uh, funza tunaolipata viongozi wasikate tamaa hata wanapoumizwa na kubeza miongoni uh, mwa nukuu maarufu ya Mahatma Gandhi ni kwamba uh, tunasema kwa Kingereza, be the change you wish to see in the world. Au kwa Kiswahili tunasema kuwa mabadiliko unayotamani kuyaona duniani. Ah, kutoka kwa Gandhi tunajifunza kuwa nguvu ya kweli haipo katika silaha, bali katika ukweli, amani na utumishi wa moyo wa unyenyekevu. Ah, tukiachana na Mahatma Gandhi tuende kwa kiongozi mwingine anaitwa Nelson Mandela. Huyu ni rais wa zamani South Africa au Afrika Kusini ambaye alisaidia Afrika Kusini kupata uhuru. Nelson Mandela ni mmoja wa viongozi waliobeba mafunzo ya kipekee ya uongozi wa kweli. Aliyepitia mateso makubwa lakini bado alisimama kwa ajili ya umoja, haki na msamaha. Nii tunajifunza kutoka kwa Nelson Mandela. Kwanza, kiongozi unatakiwa uwe na kiongozi wa msamaha na maridhiano au tunasema kwa Kiingereza, forgiveness Ah, baada ya kufungwa jela kwa miaka ishirini na saba, Nelson Mandela hakutafuta kisasi, bali alitafuta msamaha na kutafuta maridhiano ili nchi ya Afrika Kusini ipate uhuru. Jambo la pili ni kuvumilia mateso kwa ajili ya wengine. Ah, kiongozi bora au tunasema kiongozi au jambo unalopaswa so kujifunza wewe kama kiongozi mateso kwa ajili ya watu wengine. Kiongozi lazima uteseke ukiwa ukihitaji kuwa kiongozi, lazima ujitoe kwa sababu ya watu wengine. Mandela alikubali kupoteza maisha ya ya familia na uhuru uhuru wake kwa ajili ya uhuru wa watu wake. Jambo jingine ni maadili na uadilifu au integrity. Mandela alijulikana kwa kuwa mkweli, mwadilifu na mwenye kusimamia haki bila upendeleo. Funzo tunalolipata uongozi ni uadilifu tutumia nafasi kwa faida binafsi. Tumia nafasi ya uongozi wako kwa faida binafsi zako. Kitu kingine tunachojifunza ni National Building. A National Building, au umoja na ustawi wa taifa. Lazima ukiwa kiongozi uhakikishe kwamba, fanya unafanya ujenzi katika taifa lako, jenga taifa lako. Funzo tunalopata hapa, kiongozi bora hujenga daraja na si ukuta. Naomba ni nikuletee nukuu chache, nukuu maarufu ya Nelson Mandela. Nukuu ya kwanza anasema, "It always seem impossible until it is done." Kila jambo huonekana gumu hadi pale linapofanikiwa. Nukuu nuku nyingine nuku anasema, "Resentment is a is like drinking poisons and hoping your enemy will die." Yani, kuchukia ni kama kunywa sumu ukitegemea adui yako atakufa. Ah, uh, Nelson Mandela anatufunza kuwa uongozi si kuwa na nguvu bali ni kuwa na msamaha, maono na ujasiri wa kuleta maendeleo bila chuki katika taifa lako. Usisahau kusubscribe. Hii ni Mwangaza 360 Media.